Isaya 58 mstari wa 8 anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ukisoma hii Isaya 58 kuanzia juu, utaelewa anaposema ndipo. Alikuwa anaongea namna ya mfungo na vitu vingine, akaongea na namna ya kufanya kama unapokutana na mtu unapofanya kwa wahitaji kwa yatima kwa wajia, kwa watu wengine kwa watu ambao wameumizwa, kuna mambo ukifanya, anasema ndipo. Ile neno ndipo linakuonyesha kwamba haya yanayokuja kuja baada ya neno ndipo ni matokeo ya wajibu fulani ambao umeufanya kwenye mazingira fulani. Sasa anasema hivi ndipo, nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi na afya yako itatokea mara na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mstari wa tisa anasema hivi, ndipo utaita na Bwana ataitika kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kutia nguvu mifupa yako, nawo utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Haya maneno hayatokei kwa sababu tu imetaka kutokea, inatokea kwa sababu kuna wajibu umefanya, na huo wajibu. Hata mstari wa kumi anasema hivi: na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama dhuhuri, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako, nayo utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemi ambayo maji yake na nane utaona kwamba li tukiwa mtu kupigwa na kunyang'anywa na kujeruhiwa, halafu Mungu akamwongelea mlawi akamwongelea kuhani. Baraka ya Mungu, Mungu anategemea ianzie nyumbani kwake, ili watu wengine waione kutokea nyumbani kwake. sabu Isaya anasema, mimi pamoja na watoto niliopewa na Bwana tu ishara katika Israeli kwamba mtu wa Mungu anafanyika ishara, ili mtu mwingine aione mahali pa kuelekea. Kwa sisi tunaonyesha njia, tunaonyesha mwelekeo, sababu sisi tunafanyika kuwa ishara. Ile kitu pengine kuhani ameomba sana Mungu, naomba mpenyo, pengine mlawi ameomba akafunga, Mungu nifungulia milango. Mungu kukufungulia milango anakuletea mtu, akaleta mazingira ambayo kuhani angefanya angechomokea pale, ambayo mlawi angefanya angechomokea pale, akamesa akapishana na gari yake la mshahara. Maanake ilikuwa ni fursa ambayo Mungu ameleta kwa kuhani, na ni fursa ya kimaisha ambao kuhani alikuwa hajapangilia, hajui inatokea saa ngapi, hajakusudia, ameshangaa tu. Ni mpango wa Mungu, Mungu anajibu baadhi ya maombi yake. Ilikuwa ni fursa kwa Mlawi. Hiyo tufundishe nini? Lazima tujali namna tunavyoongea na tunaoongea nao, lazima tujali namna tunavyochukuliana nao, namna tunavyoenenda na watu ambao tuko nao. Mungu akituweka mahali, hajatoka tujijenge wenyewe, ametuweka tujenge watu wengine. Wakati unajenga wengine, na kuna wengine ambao nakujenga wewe pia, kwa hiyo inakuwa ni mwendelezo. Usipojenga wengine, na wewe unakujikuta haujengwi, na kama ujengu utajikuta umedumaa pale pale. Ndio maana mfumo ambao mungu aliweka kwenye maisha Sio kujikusanyia ni kwenye kutawanya. Unapokusanya lazima pa kutokea, pakutokea. Ndio maana haujengi nyumba haina mlango. Ndio maana hata tukijenga vyoo nyumbani kwetu, unaweka choo unaweka na mabomba ya kutolea uchafu. Kila kinachopokea lazima kiende pa kutolea. Ndio maana ukinywa maji mengi unaenda kutafuta choo kilipo. Kwenye maisha sio kila kizuri kipo kwa ajili yako, lakini kile ambacho kinatokea kio kichafu kwako ni kizuri kwa kitu kingine. Ndio maana ukipeleka mifugo ikala shambani ikashiba majani ikitoa kinyesi ni mbolea kwako, lakini kwake yeye mbuzi na ng'ombe ni uchafu, kwako ni mbolea. Ndio maana figo zikishindwa kuchuja mkojo, inageuka inakuwa sumu, inabidi uende sasa wachuje mkojo kwa kutumia mashine, sababu usipochuja utakufa. Kitu chochote kama hakina pa kutolea, uwe na uhakika unatengeneza sumu ndani yake ya kukiangamiza. Ndio maana chochote kinachoishi kwa muda mrefu kina mahali pa kutolea, iwe ni biashara. Biashara inayokusanya faida pekee yake bila kutoa, bila kuwa na mahali pa kutolea, hiyo biashara lazima itakufa, si muda, sio mrefu. Chochote kile kama kuna kupokea, lazima pawe kuna kutoa, na ndio maana sasa chochote ambacho kinapokea akitoi akiendelea kutumika